Ladies and gentlemen, Zuchu huyu hapa ah bana imekuwa hey, ni good news kwa Zuchu na Diamond Platnumz kuweza kufunga ndoa halali, ndoa ya Kiislamu bana, na kupitia ukurasa wake wa Instagram mtu mzima Dangote hapa namzungumzia Diamond Platnumz ameweza kuandika ujumbe mrefu sana kuhusiana na ndoa yake sasa ka tayari kamka wakula, unisikilize kile kitu ambacho Diamond amekiandika kwenye peji yake ya Instagram kuhusiana na ndoa ambayo amefunga na bibiye Zuchu. Mi kwambie tu, kabla ya kusikiliza, bonyeza alama subscribe, kwa sababu tuna vitu vingi vya kudiscuss mimi na wewe. Cha msingi wewe ni kustik hapo. And of course, Platinum kupitia ukurasa wake wa Instagram wameweza kuandika, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subla na hasa kukaza roho mtu au watu wanapokuwa wanakupandikizia ubaya fulani kwenye jamii, alafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae kimya, usijibu ili hali ukweli unao ndani. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi kusema eti na uweza sana aa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote zaidi yangu. Na ndiyo maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, jambo ambalo siyo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita vyako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu, na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu anaona picha tofauti uh, kabisa kuhusu Diamond Platnumz na kuoa. Ila ila nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku nitawambie ilikuwaje. Mwisho wa kunukuu kile kitu ambacho amekiandika mtu mzima Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake eee, kwa Instagram, akiambatanisha hizi picha ambazo unaziona hapa akifunga ndoa na bibie Zuchu. Hii ndoa mzee, ukija kuiangalia ni kama ilikuwa haina wapambe wengi. Eee, namwona kuna shee hapa anaonekana akiwa pamoja kabisa na mtu mzima Diamond Platnumz, lakini pia namwona mwanamama mmoja ambaye vidole vyake vinanionyesha kwamba huenda akawa ni bibie Hadija Kopa, kwa sababu mavazi kama amezoea kuvaa, lakini sina uhakika wa kukuhakikishia hilo. Lakini pia alibahatika kuonekana kwenye hii ndoa Aa, mtu mwingine ni mwanamama huyu hapa ambaye unamuona, kwa mbele yake palikuwa na mtu kavaa kanzu pia, kabla ya kumfikia Diamond Platnumz. Hawa ni watu ambao nimekutajia wameonekana kwenye indoa moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, lakini pia washuhudiaji wakiwepo hapa bana, good news. WCB Wasafi, moja kati ya lebo ambayo imetoa mwanamke lakini pia ni record lebo imetoa mwanaume ambaye wote wameonana kwamba huyu na huyu tunafaa. Wameungana, wamekuwa ni familia moja. Big shout out kwa na vikenzo walianzisha pamoja. Lakini hii ni watu amba wamekutana, ah, wamekutana kwenye record lebo, wamefanya mauaji, ndoa yao hiyo hapo <laughs> mala kinganga <laughs> mara huo hawezi kuolewa, mara huu mtoto na mdomo sana, mara hivi kaolewa huyu. Hapo bana uyiwapoba big shout out kwa Zuchu, moja kati ya waimbaji ambao na nawapreciate kwa asilimia mia kutoka moyoni. So una maoni gani ya kuzungumza, drop comment yako hapo chini, kinoma nao utakuwa umetisha. Na kwa taarifa yako tu, nimeona vijana wengi sasa hivi wamekubali kuoa. Platnumz kaoa, safari ilikuwa ni ndefu eh safari ilikuwa ni ndefu tukianza, kinaubasepetu tukija tukija tukirudi, pangua panga jia Tanasha weka Zari eh? Watu ni wengi of course, lakini mwisho wa siku mwenetu akaona Zanzibar. Mbona so mbali? Watu wanaagizaga ubuyu Zanzibar, mtu uko Kigoma, anaagiza ubuyu Zanzibar na anaupata eh? Mtu ametulia zake huko, anaagiza urojo iko zake Dar es Salaam na upata kutoka Zanzibar, au sio? Lakini pia Zanzibar hapa chukui muda sana, kwenda mtu mzima. Diamond hajavuka mbali kabisa, much respect kwa wakilisha Tanzania, eh? queen huyu hapo, bongo flavor king wa bongo flavor. Ndoa hiyo hapo, mwisho wa siku, maoni yako ni yakuti hapo chini. Wameendana, wataachana, ama itakuwaaje bale chao mimi ni to vr dby That is my name, Mabumi Media Subscribe, baby Subscribe, baby Bitu ni vingi mzee Bye-bye.